Insha ya mahojiano. Ujambo, una karibu Teachkrest, mimi na udha wako Bikerubo. Leo hii tunataka tujifunze jinsi ya kuandika insha ya mahojiano, mahojiano Interviews. Uh, insha ya mahojiano inatokana na kitenzi hoji, kwa maana ya kudadisi au kuuliza maswali. Hivi ni kusema kwamba tuna mhusika anayeuliza maswali na tuna mhusika mwingine anayejibu maswali. Anayeuliza maswali huitwa mhoji, anayeyajibu huitwa mhojiwa. Na insha hii huandikwa kwa njia ya mazungumzo, na lazima pawe na mtiririko wa mawazo hmm. Ikilinganisha na dialogia haswa dialogia ya kirafiki, utapata kwamba hapa pana mtiririko wa mawazo uh, kwa njia yaliyo kwa sababu mtu anatafuta ufafanuzi. Hata hivyo, haya, kuna aina tofauti za mahojiano. Inaweza kuwa ni ya kuajiriwa kazi, ya waandishi wa habari, aswa wa ajensi. Sasa hivyo, unapotafuta na kupekwapekwa habari, unaweza kutumia mahojiano. Inaweza kuwa ni utafiti. Hii ni mbinu mwafaka kabisa unapotafuta ujumbe kwa ajili ya shughuli au swala unalolitafitia. Pia kuna mahojiano ya kitaaluma, kuna mahojiano ya kibiashara, kuna mahojiano ya kazini, labda mtu anaelekea kufutwa kazi, hivyo anaweza pewa muda wa kuweza kuojiwa ili waweze kupata ukweli ikiwa anafaa apigwe kalamu au la. Baadhi ya maswali yanayotahini ma Insha ya mahojiano katika mtihani wa KCSE aliyowahi kutahiniwa ni kama mwaka wa 2023, swali ishirini lilikuwa wewe ni mtangazaji wa kituo cha habari cha Ukweli. Umetembelewa na mwenyekiti wa kikundi cha watetezi wa haki jimboni, kuzingum, kuzungumzia namna wanawake walivyotelekezwa katika jamii ya leo. Andika mahojiano kuhusiana na swala hili hmm. Swali la pili kwa Fadhila ni miongoni mwa wanafunzi wanaogombea nafasi ya kiranja katika shule ya Upili ya Kumekucha. Hekima anamhoji kuhusu mikakati atakayoweka ili kuboresha hali ya maisha shuleni, andika mahojiano hayo. Aa, elfu mbili, na mwaka elfu mbili na kumi na moja insha mahojiano ilikuwa ni kwamba wewe kama mwanafunzi umepata nafasi ya kumhoji mkurugenzi wa habari nchini kuhusu umuhimu wa magazeti kwa wanafunzi wa shule, andika mahojiano hayo, alama ishirini. Kama kawaida, mimi niliweza kuandika uh, kielelezo cha insha ya mahojiano nikitumia insha ya mwaka elfu mbili ishirini na mbili um, insha ya mahojiano lazima iwe na anwani na anwani hii itatuonyesha ni mahojiano baina ya nani na nani na wanazungumzia nini. Kisha kutakuwa na maelekezo ambayo hutiwa mabanoni; haya husaidia ili kuweza kucheza uh, mchezo ule. Alafu mm, pia tutaona kwamba mtindo wa kuandika mahojiano ni ule wa kuandika kitamthilia hivyo. Uh, utapata kwamba katika mkono wako wa kulia kuna majina ya wahusika alafu unatia koloni mkono wako wa kushoto ndipo tunaandika yale wanayozungumza. Hebu tuangalie mahojiano haya. Mahojiano baina ya Hekima na Fadhila kuhusumika kuhusu mikakati ya kuboresha maisha shuleni. Siku ya Ijumaa, ukumbi wa mahojiano ni mtulivu na umeshamiri usafi usiomithilika makochi yenye rangi nyekundu yanapendeza mno na kuingiliana na pazia nyeupe pepepe. Fadhila anapokelewa na anaandaliwa na wapambaji na wa, na mhandisi wa mitambo anamtilia Hekima kipaza sauti. Hekima: Naam, karibu sana mpenzi mtazamaji. Jina langu ni Hekima mwana wa Alfajiri. Haya ni makala ya Jukwaa la Siasa kwenye runinga uipendayo ya Kumekucha. Leo nina furaha isiyo na kifani kuzungumza na mmoja wa wagombeaji katika shule ya upili ya Kumekucha. Karibu kiti na ujihisi salama. Fadhila: asante sana Hekima, sabalheri kaka. Fadhila: najibu aheri Uh, hali gani Hekima? Mzima kama kigongo, nashukuru. Wasabahi wasikilizaji wetu na ujitambulishe kwao kikamilifu, Fadhila. Hamjambo watazamaji wa runinga ya Kumekucha, jina langu ni Fadhila Baraka, mwanafunzi wa kidato cha tatu na ninapania kuongoza shule ya upili ya Kumekucha katika nafasi ya kiranja mkuu. Shukran kwa mwaliko Hekima na... Sema hamna neno. kuna minongono kuwa utawapiku wote katika kinyang'anyiro hicho, una lipi la kusema kuhusiana na tetezi hizi Fadhila? Anajibu: bila shaka nimefanya kampeni kali za kujipigia debe, kwa hivyo ninayo matumaini makuu ya kushinda, japo Waswahili husema usihesabu vifaranga wako kabla hawajaanguliwa. Hivyo wacha tusubiri matukio. Wenzangu pamoja nami tuna fursa ya ushindi, kwani hapajawa na mapendeleo yote katika uchaguzi huu tangu kuanzia shughuli ya kutoa ombi la kuwania uongozi mchujo hadi kuidhinishwa. Kugombea nikishinda ni sawa, na iwapo nitashindwa sitakuwa na budi kukubali uamuzi wa wapiga wa kura, kwani asiyekubali kushindwa. Hekima najibu, si mshindani. Fadhila, kwa nini unataka kuwania kiti cha kiranja mkuu? Fadhila najibu: Asante, asante Hekima, kwa sorry zuri. Tangu utotoni nimekuwa na azma ya kuleta mabadiliko chanya kokote niliko. Pili, nimekuwa na ndoto ya kuwa mwanasiasa tajika ulimwenguni, hivyo utumishi katika wadhifa huu kutakuza kipawa cha uongozi na kukata kiu yangu ya wanasiasa. Fauka ya hayo, na stahiki wadhifa huu kwa sababu nina tajriba ya kutosha ya kuongoza wenzangu, kwani nimewahi kuwa naibu wa kiranja mkuu katika shule ya msingi na nilipoingia kidato cha kwanza, nilipagazwa wajibu wa kiranja wa darasa ambapo nimehudumu kwa miaka mitatu kabla ya kujiuzulu. Hekima: mbona ulijiuzulu? Fadhila anajibu: katiba ya shule inaelekeza kuwa mtu yeyote anayetaka kuwania kitu lazima ajiuzulu kutoka majukumu ya kuongoza vikundi maalum Aa, kama vile kuwa kiranja wa darasa na kujitoma katika kinyanganyiro cha kiranja. Aa, Hekima, ulingo wa siasa ni, ni mwamba ngoma ngozi kuvutia kwake. Nimeweza kupitia nakala ya manifesto zako na niliona mengi ya kuvutia. Hebu tuanze suala la masomo. Ni mikakati ipi utaweka kuhakikisha shule ya upili ya Kumekucha inazidi kuwa maarufu kwa sekta ya masomo? <coughs> Fadhila anajibu: iwapo nitafanikiwa kuwa mshindi, nitahakikisha kuwa idara ya akademia ina jalada linalojumuisha taarifa za kila mwanafunzi, asua alama alizoingia nazo, ili itasaidia katika kuweka shabaha. Pili, maji ya pwani hupatikana pwani, hivyo nitahimiza wanafunzi kwa namlaka mwema na walimu ili kupata usaidizi walipo na udhaifu. Nitashirikiana na mwalimu wa idara ya lugha kushawishi wazazi kuhusu umuhimu wa maonyesho ya vitabu teule kama Mstahiki Meya, Nguu za Jadi, Mapambazuko ya Machweo na vile vya Kiingereza pia. Hekima: wazazi wengi hawana uwezo wa kulipa karo wala kunua vifaa muhimu kama kamusi, seuze kufadhili maonyesho hayo. Fadhila: penye nia pana njia. Wazazi wanaweza kuazima vifaa hivyo kutoka kwa jamaa zao waliopitia mfumo huu. Swala la karo, ninanuia kuwa na kiti cha kufadhili uh, wanafunzi kutoka familia maskini lakini wanaoinukia uh, masomo au wanatalanta. Pia vile wajaribu kujaza fomu za ufadhili wa elimu almaarufu Elimu Fund. Hekima: Je, wasiobahatika kupata ufadhili huo wafanyeje? Bila shaka, jifya moja haliinjiki chungu. Wanaweza kuchukua mkopo au kuitisha msaada kutoka kwa wasamaria wema. Hekima anasema: umeguzea idara ya lugha, mtazamo wako ni upi kuhusu hadhi ya lugha ya Kiswahili humu shuleni? Vilevile ningependa kupata maoni yako kuhusu kufunzwa kwa lugha za kigeni. Afadhili anajibu na mm. Kusema kweli, tumepiga hatua lakini bado tuna safari ndefu. Kwa maana somo hili lina walimu wachache waliohitimu, vipindi vichache, vitabu vichache vya Kiswahili, na kuna kasumba miongoni mwa wanafunzi kuwa Kiswahili ni kigumu. Naamini barua kwa tume ya walimu TSC, walimu wataweza kuongezwa angalau pawe na mwalimu anayefunza sarufi na mwingine fasihi kama ilivyo kwa Kiingereza. Pili, nitawafahamisha wenzangu kuwa lugha zote ni sawa na nitajitahidi kuwahimiza kukitukuza Kiswahili. Nitawadokezea walimu husika kuhakikisha maktaba ina vitabu vya taaluma mbalimbali, kamusi na hata magazeti kama Taifa Leo. Ndipo vipindi vya kusoma maktabani vitufaidi kwa kukuza stadi za mawasiliano kuhusu lugha za kigeni nahisi kutawanufaisha wanafunzi si haba. Hekima anauliza: kuwanufaisha kwa, naf... kwa njia zipi? Fadhila anajibu: nyingi. kufunzwa lugha za kigeni kama Kifaransa, Kijerumani, Kiarabu, Kichina na kadhalika ili kupanua nafasi za kibiashara, utalii, elimu na ushawishi wa kidiplomasia. Licha hayo patakuwa na fursa za ajira kwa walimu wa lugha hizo, watahini na hata watafsiri. Hekima anajibu huku akitingisa kichwa, ishara ya kuridhika: wanafunzi wanaofuzu kwenye mijarabu na mitihani wafanywaje? Fadhila anajibu huko akibugia maji ya machungwa kwa utaratibu kabla ya kuzungumza. Usimamizi wa shule una mpango wa kuwatunuku wanaotia fora. Nitawasiliana na wasimu, wasimamizi kuhakiki programu uh, za kuzawidi ziwe uh, mara kwa mara na zenye uzito kama hela, vitabu vya hadithi, ramani na hata ziara kuliko kupewa soda na mkate tu. Ninaamini hili litatupa motisha zaidi ya kujizatiti kisabuni. Visima vya kale havifukiwi, hivyo nitahakikisha kuwa wanafunzi waliohitimu kidato cha nne na kufuzu vizuri wanathaminiwa kwa kuwahusisha katika ufundishaji ili kunufaisha wengine, mbali na wakufunzi hao kupata ujuzi na uzoefu wanafunzi wengine watapata motisha ya kujikaza ili wafanane. Hekima: Hasa, ninaona umegusia mazingira. Utafanya nini kuhakikisha mazingira ni safi zaidi ya alivyo sasa? Fadhila anajibu: naamini mazingira safi na tulivu huhakikisha elimu bora Hivyo nikichaguliwa kuwa kiranja mkuu, nitashirikiana na kiranja wa mazingira kuunda sheria za kudumisha usafi na kuhakikisha usafi unadumishwa shuleni. Nitafanya juhudi za kuhamasisha kuhusu utunzi wa mazingira, kama vile kutupa taka jalalani, kuwa na nidhamu ya kibinafsi na kutumia taka kwenye njia za manufaa. Nitaweka mpango mipango ya kutuza wana mazingira bora na shindano la mazingira, ambapo wanafunzi watapata jukwaa la kutoa mawazo kuhusu uboreshaji wa mazingira. Ninanuia kuanzisha mradi wa kupanda miti na maua ili kuunda bustani. Nitashauri usimamizi wa shule kuboresha miundombinu ya kuimarisha usafi shuleni, haswa shimo la kuchomea uchafu na mifereji ya kusafirisha majitaka. Hekima: Maji ni uhai. Una yapi ya kusema kuhusiana na swala la maji shuleni? Fadhila: heri nusu shari kuliko shari kamili. Najua maji ambayo tunatumia sasa siyo safi kabisa kwa kunywa, lakini angalau tunayo maji ya kuoga, kufulia, kupiga deki na hata kupikiwa. Kwenye kikao cha mwisho tulichokaa na viranja wote, mwalimu mkuu alituarifu kuwa maji tunayotumia hupigwa pambu kutoka mtoni, ila mto we, wenyewe umefurika kutokana na mvua ya masika inayoendelea kunyesha. Lakini tafanya hima kujuvia wa washikadau kuwa maji safi ni hitaji la kimsingi na linahitaji kushughulikiwa kwa dharura. Maji hayo yatiwe dawa za kuua viini vya viini dhidi ya maradhi kama kipindupindu na homa ya matumbo. Hekima: Pamekuwa na tetesi kuwa kuna upendeleo unaoendelezwa na viranja. Baadhi ya viranja huwapa rafiki zao majukumu mepesi kama kupanguza dirisha, ilhali wanafunzi wengine wanafanyishwa kazi za sulubu kama kusafisha vyoo kila siku. Una lipi la kusema kuhusu swala hili? Fadhila: nimepokea malalamishi hayo, na hatuna budi kuzingatia usawa ili kuwezesha maendeleo. Upendeleo unapozuka unajenga uadui kati ya wanajamii. Utawala wangu utazingatia usawa wa majukumu kwa kuhusisha kila mwanafunzi katika kuunda ta, utaratibu wa kusafisha shule. Vilevile naahidi kuwasihi viranja wenzangu kumtibu kila mtu kwa utu bila maonevu, haswa wanapotoa adhabu. Hali kadhalika viranja wanaohasi katiba watimulio wa ofisini. Haya yatadumisha umoja, udugu na utangamano. Hekima: una maono maoni yapi kuhusu usalama humu shuleni? Fadhila: usalama ni msingi wa maisha yetu shuleni. pamekuwa na visa vya wanafunzi wanaochezea simba kwa kufanya ulanguzi wa mihadarati na wengine kutoroka shuleni. Hekima: ehe Vipi utakabiliana na hali hiyo? Fadhila: iwapo nitakuwa kiranja mkuu mteule, nitapendekeza nyua za saruji kuzungushwa kote shuleni na nyaya za umeme zitiwe juu yake. Bawabu waongeze wawe wawili, ili kuzidisha doria kwenye lango kuu. Pia pana haja ya walimu kukaza kamba siku za kufungua shule ili kuhakisha hakuna dawa za kulevya wala bidhaa zilizopigwa marufuku zinaingia shuleni. Hali kadhalika pana haja kubwa ya kuongeza adhabu kwa marudufu kwa wanaokiuka sheria hii, hivyo kufanya wanafunzi kuchelea kufanya makosa hayo. Swala so la uwizi bwenini ni la kusikitisha mno na ninalikashifu. Nanua kushirikiana na idara husika kuhakikisha kuwa tatizo hilo limepungua. Hekima: kupungua tu? Fadhila: sio kupungua tu, bali kuondolewa hasa. Hekima: utatumia nyenzo zipi? Fadhila: kuhimiza wanafunzi kutilia kufuli kwenye masanduku yao, kufanya ukaguzi wa ghafla na kusisitiza pesa za masurufu kuachwa kwa mweka hazina. Pia nitashauri wakuu wa shule kuweka kamera aina ya rumfu. Hekima: rumfu? Naam, runinga ya mkono, ya mkondo mfunge, yaani kamera za siri CCTV, ili kupata idhibati ya wahusika pindi uhalifu huo unapotendeka. Hekima: U kwa kikohoa samahani. manifesto yako imegusia michezo. Mbona michezo ilinasa makini yako? Fadhila: michezo ni msingi wa kuiweka shule yetu kwenye ramani ya nchi, kukuza ushirikiano, kudhibiti wizani wa mwili na kuburudisha. Licha ya kuwa shabaha kuu kwa shuleni ni kukata kiu ya elimu, ni vyema kupalilia vipawa vya wanafunzi kupitia shughuli kama michezo, vyama, tamasha za muziki na drama. nilionelea heri nijikite mno kwenye michezo kwani binafsi ni mwanariadha na mchezaji wa kandanda aliyewahi kuwa kwenye timu iliyofika kiwango cha jimbo mwaka huu. Hivyo ninaelewa fika baadhi ya changamoto zinazokumba wachezaji kama uhaba wa kisanduku cha huduma ya kwanza, mpira kupasuka, uhaba wa vifaa vya kuchezea kama vijiti vya magongo, muda mchache wa kucheza. Muda mchache? Naam, Fadhila. Na, anajibu, muda uliotengwa kwa kuchezwa ni saa moja ambao hautoshi kufanya matayarisho ya kutosha. Hekima, utaweka mikakati ipi ili kuboresha hali ya maisha shuleni kule uwanjani Fadhila? Kwanza kabisa, nitazungumzia na mwalimu wa michezo kuwasilisha orodha ya nyavu na vifaa tunavyohitaji. Pili, nitashirikiana na kiranja wa michezo kuhakikisha mpira yote iko katika hali nzuri kama vile kushonwa ya kushona ishonwe, na isiyo na pumzi itiwe pumzi ya kutosha. Tatu, nitatoa ombi tuletewe kocha ili kupalilia vipawa tulivyo navyo. Nne, nitapendekeza pawe na mashindano baina ya madarasa ili kugundua talanta na kuondoa ukainifu wa vitabu tu. Natumai mikakati hii itaboresha maisha humu shuleni, Hekima. Barabara. Naona muda wetu umeoma. Labda una jambo la ziada kabla hatukunje jamvi? Naam, ningependa kuwakumbusha mashabiki kuwa leo adhuhuri kuna hafla ya kuzindua rasmi kampeni za kuwania kiti cha kiranja mkuu. Hali kadhalika Ijumaa ijayo ni ile siku muanae ya ndovu kumla mwanaye. Tujitokeze asubuhi na mapema kupiga kura. Kumbuka kuwa kura yako ni haki yako, hivyo bila kura yako, haki na matako yako bila shaka hayataafikiwa. Tujitokeze kwa wingi tuwapigie viongo, kura viongozi wenye dhamira njema kuhusu ukuaji wa shule yetu ya Kumekucha. Vilevile ningependa vile, kuchukua fursa hii kuwatakia wagombeaji wote kila la heri katika uchaguzi huo. Asante kwa mwaliko, barikiwa. Hekima: amina, huko akimpokeza Fadhila mkono. Aha, imekuwa furaha kukutana nawe na ninakutakia kila la heri katika uchaguzi.

Umekaribishwa huku tena na tena. Fadhili anatikisa kichwa. Hekima anageuka na kutazama kamera iliyo mkabala naye. Naam, watazamaji na wa runinga Kumekucha, nimekuwa nikizungumza na mheshimiwa mtarajiwa Bwana Fadhila. Asante kwa utazamaji wenu, na mnaweza kuwasiliana nasi kupitia tovuti, mitandao ya kijamii na kutuma arafa kwenye nambari zilizo hapo chini kwenye skrini. Hadi jumaa inayokuja, muwe na wikendi njema. Naam, hayo ndiyo mahojiano niliyoweza kuandika na tumai yatakuwa ni kielelezo kizuri, uh, unapoandika insha ya mahojiano. Hadi wakati mwingine, kwa heri.